Tunachoshauri ni kwamba tumia keji. Keji zetu zinakuwa ni keji ambazo imara, zinadumu kwa muda mrefu, ni keji ambazo zinakuwa zina mifumo yote, mifumo ya maji, kuna mifumo ya chakula na mifumo ya utoaji wa mbolea. Kwa hiyo ni keji ambazo zinakuwa ni keji nzuri sana na zinakuwa zina mwonekano mzuri pia na ukiacha mbali kwa hawa kuku wa mayai, pia kwa kuku wa nyama tunatengeneza mifumo ya maji, na mifumo hii haitumiki tu kwa broiler, lakini kama pia una unafuga ya kuku hawa wa mayai, kuku wa kienyeji chini, inamaanisha una uwezo wa kutumia mifumo hiyo, kwa sababu ni mifumo ambayo inakuwa ni mizuri sana na maji hayabiko contaminated kwa sababu yanakuwa yanatoka kwenye nipples moja kwa moja. Mifumo hii inakuwa ni mifumo mizuri sana na ni mifumo bora na mifumo imara, kwa hiyo ni nzuri sana kwa wafugaji wa kuku aina ya broiler.